Lengo la kuhakiki ubora wake. Aidha, atakagua na kutathmini mitaala 60 inayofundishwa katika vyuo vikuu na kutoa ithibati ya chuo kimoja. Mwisho mwenyekiti, vile vile serikali itaendelea na kutoa mikopo na ufadhili kwa wanafunzi wenye sifa ili kuongeza fursa za elimu ya juu nchini kama ifuatavyo: itaongeza idadi ya wanafunzi wanufaika wa mikopo ya elimu ya juu kutoka 245,314 mwaka 2024 25 hadi wanafunzi 252,000 773 kwa mwaka 2025/2026. Itaendelea kutoa mikopo kwa wanafunzi 10,000 wa ngazi ya stashahada wa fani za kipaumbele ikiwemo sayansi, teknolojia na uhandisi itaendelea kutoa ufadhili kwa wanafunzi 2630 wenye ufaulu wa juu katika masomo ya sayansi kupitia Samia Scholarship. itaendelea kutoa ufadhili wa masomo kwa wanafunzi 50 wenye ufaulu wa juu katika masomo ya sayansi hususan wa kike waliotimu mtihani ya kitaifa kidato cha sita na shahada za awali kupitia Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kuimarisha ukusanyaji wa mikopo iliyoiva yenye thamani ya shilingi bilioni 210.2 kutoka sekta za umma, binafsi na zisizo rasmi kwa kuwatambua wanufaika wapya arobaini elfu na kufanya ukaguzi kwa waajiri elfu nane kuhusu umuhimu wa utii wa sheria ya bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu. Mheshimiwa mwenyekiti, vilevile serikali itaendelea kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia katika vyuo vikuu na taasisi za sayansi na teknolojia kwa kuendelea na ujenzi na ukarabati katika taasisi 19 za elimu ya juu zinazotekeleza zinazo mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi. Miundombinu hiyo ni pamoja na ujenzi wa kumbi za mihadhara, madarasa, hosteli na ofisi. Aidha, itaendelea na ukamilishaji, ujenzi na ukarabati wa miundombinu mbalimbali katika vyuo vikuu na taasisi za sayansi na teknolojia, ikiwemo kuendelea na ujenzi wa hosteli yenye uwezo wa kuhudumia wanafunzi 500 katika taasisi ya Afrika ya Sayansi na Teknolojia ya Nelson Mandela. Mwisho, mwenyekiti, ili kuimarisha ushirikiano wa kitaifa, kikanda na kimataifa serikali itaendelea kuendeleza elimu ya juu ikiwa ni pamoja na kuongeza fursa za elimu ya juu, serikali itaendelea kutoa ufadhili. Na Mheshimiwa Naibu Spika, ili kuimarisha ushirikiano wa kitaifa, kikanda na kimataifa, serikali itaendelea elimu, ita, itaendeleza elimu ya juu ikiwa ni pamoja na kuongeza fursa za elimu ya juu. Serikali itaendelea kutoa ufadhili kwa wanafunzi 15 kutoka China wanaosoma lugha ya Kiswahili katika chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa lengo la kukuza na kubiasharisha lugha ya Kiswahili. Vile vile itatoa ufadhili kwa wanafunzi wawili raia wa Oman na wanafunzi watano raia wa Hungary kusoma katika vyuo vikuu hapa nchini kulingana na mikataba na utaratibu. Vile vile taratibu uhusiano wa kiutendaji kati ya taasisi kumi na tano za elimu ya juu, sekta binafsi, viwanda ili kuwezesha wanafunzi kupata nafasi ya kujifunza kwa vitendo. Mheshimiwa naibu spika, serikali itaendelea kuimarisha utoaji wa elimu ya jumuishi kwa wanafunzi na walimu katika taasisi za elimu ya juu kwa kuwezesha ushiriki wa viongozi wa elimu 220, watumishi 30, wanafunzi wenye ulemavu 20 na wasio na ulemavu 370, kutoka taasisi kumi za elimu ya juu kushiriki kongamano kuhusu elimu jumuishi. Mheshimiwa na, naibu spika, serikali itaendelea kuimarisha masuala mtambuka ikiwemo mazingira, masuala ya kijinsia na elimu ya afya katika taasisi ya elimu ya juu kwa kutoa mafunzo kuhusu masuala ya teknolojia ya nyuklia 2013 ili kubainisha hali halisi ya utekelezaji wa sera hiyo. Mheshimiwa uh, naibu spika, vilevile serikali itaanzisha utekelezaji wa mfuko wa Samia Innovation Fund, imeanzisha utekelezaji, itaanza utekelezaji wa mfuko wa Samia Innovation Fund wenye thamani ya shilingi bilioni 2.3 utakaotoa mikopo nafuu kwa wabunifu kwa lengo la kuendeleza na kubiasharisha ubunifu pamoja na kutoa fursa za ajira kwa Tanzania kupitia mfumo huo. Mheshimiwa uh, naibu spika, serikali kwa mara ya kwanza itatoa ufadhili kwa wanafunzi waliopata ufaulu wa juu katika matokeo ya kidato cha sita kwenye mchepuo wa masomo ya sayansi ili waweze kujiunga na masomo katika ngazi ya shahada ya kwanza katika vyuo vikuu mahiri duniani kusomea taaluma za data science ikiwemo artificial intelligence, machine learning na sayansi za mwelekeo huo. Programu hiyo itaitwa Samia Scholarship Extended for Data Science, Artificial Intelligence and Allied Sciences. Lengo la program ya Samia Scholarship Extended hii ni kutengeneza wataalam mahiri katika masuala ya data science ili waweze kushindana na kufanya kazi popote duniani. Mkakati wa utekelezaji umegawanyika katika ngazi kuu cool, tatu. Mheshimiwa Naibu Spika, ngazi ya kwanza ni kuwajengea uwezo vijana waliomaliza kidato cha sita kupitia kambi maalum ili kuandaa kujiunga na vyo vikuu mahiri duniani katika taaluma za data science kwa kupewa mafunzo na wataalam wabobezi kutoka sekta binafsi na wataalam wazao wanaoishi nchi za nje. Pili, ngazi ya pili ni kuwawezesha vijana waliopitia kambini kupata udahili katika vyuo vikubwa mbalimbali duniani na kuwasaidia kutafuta scholarship katika sehemu mbalimbali. Na tatu, ngazi ya tatu ni kutoa fadhili kwa vijana wenye shahada ya kwanza kwenda kuongeza ubobevu katika taasisi ya Afrika ya Sayansi na Teknolojia ya Nelson Mandela na Indian Institute of Science and Technology campus ya Zanzibar. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kutekeleza nia ya kuongeza wataalamu wa ubobezi katika nyanja ya sayansi na teknolojia ya nuclear, serikali kupitia Samia External Scholarship itaendelea kutoa ufadhili kwa Tanzania wenye ufaulu wa juu katika fani za sayansi na teknolojia ya nyuklia.